majina anaitwa manifediusi ni mligo ni mkazi wa kata hii ya luponde kijiji cha rusitu na hili eneo huu ni mlima wa mahove kijiji cha luponde kiufupi changamoto kama imeanza kutokeza sa, kwenye mishale ya saa tano mchana ndipo ilipoanza kunyesha mvua ila mvua kubwa ilianza jana ilivyonyesha mvua kubwa jana, ndo tope lilianza kama hivi leo imerudia, ndo kama inavyoonyesha saizi inavyoonekana. Kufika mishale ya saa tano imezidi kidogo kiwango, ndo kufikia mpaka saizi hali kama hii. Kwao ni changamoto kubwa sana. Magari yalianza kukwama muda gani? ni saa tano ilipoanza kunyesha mvua tu, yaani ilipoanza kudondoka mvua, ndo magari yalishindwa kutembea kabisa. Aa, kikweli katika usafiri ni changamoto kubwa sana ndo kama hivi, maana ukiangalia hata usafiri wa basi ni changamoto sana kupita, tena ni moja, kuna hatari sana ya ku kuabiria, ni hatari kubwa sana kwa sababu ukiangalia upitaji wa magari yani ni changamoto kubwa sana yani kiufupi tuseme ni moja, ni moyo wa madereva kupitisha gari maeneo kama haya, na pia ni Mungu tu anasaidia kwa sababu barabara ni changamoto sana. La kuongeza hapo kwa serikali, maombi yetu sisi kama ni wakazi wa kijiji, pia ni watu ambao tunaitumia hii barabara, tungeomba msaada huo angalau watufanyie kwa haraka hii barabara ikamilike mwake. Kwa kipindi hiki ambako tumekianza sasa ni kipindi kigumu, ni kipindi ambacho ni mvua endelevu pia na kusema tuwache labda hii barabara hivi vitakatika halitapita gari lolote. Kwa jina naitwa Corbinian Norbert Mligo, ni mzaliwa wa kijiji hiki cha Ruponde. Ishu hii ya, ya tatizo ile halijaanza leo, pana miaka sasa, huu ni mwaka, tunasema ni mwaka wa tatu. Ikishanyesha kiangazi tunapata, tuna shida sana ya vumbi, yani nyumba za upande wa, wa kulia kiangazi zinakuwa za bati bati zote hata kama ya bati uliwezeka ul ul za kijani zinakuwa nyekundu, vumbi limekuwa nene mno na magari yanatitia. Ikisha nyesha mvua, hali mnayoona kama ndio magari hayapiti, yaani madereva wanateseka, na tunashindwa kuelewa ni kwa nini, lakini toka ichimbwe barabara imekuwa ndio matezo, na mwelekeo sasa wa serikali hatuelewi, kwa barabara hii mpango ni nini ni kuwaumiza kutumiza sisi wananchi au ni kwa ajili ya nini? Kwa sababu tumekosa amani. Yaani kwa mimi mfano, mimi naishi nyumba yangu iko barabarani hapo, hata hali ya ndoa sasa nashindwa kwa sababu mili inakuwa imechafuka, yaani mili imejaa vumbi, tunaahirisha tunawaona, tuna ni hawa madereva wanaoteseka, kama navyoona magari yamepangana hivi na chakula hawana. Ushauri wangu kwa, kwa serikali kama inawezekana basi, kwa barabara hii, barabara iliyochimbwa yote wamwage kifusi cha kokoto, wamwage kifusi cha kokoto cha mawe, siyo vumbi, cha mawe angalau kunusuru kwa kipindi cha masika chama ili ikifika kiangazi, kama inamtazamu serikali basi waanze matengenezo ya lami. Mimi naitwa Michael Chawe. E, mzigo nimebeba kutoka kijiji cha Boimanda hapo chini na naelekea Kigamboni Dar es Salaam, manake. Lakini toka jana nimepakia jioni, nimeanza safari jana jioni manake, mpaka sasa hivi ni siku yani ni usiku wa pili tunaoanza sijafika. Kwa maana hiyo tumekwama sehemu ya kwanza ndo hapa, sehemu nyingine mnatukuta nimekwama tena, mbona na bado hatujui tunatoka muda gani hapa, na tutakuamliwa na kitu gani hatujajua yani mpaka sasa hivi ha? Ha, hii ni tatizo, ni tatizo ni hasara kwa sababu kiazi kikikaa muda mrefu katika gari kinauza. Kwa maana hiyo tunavyotoka tukisha pakia tuna siku mbili tu za kutembea njiani. E, ni zaidi ya sehemu moja, yaani hii ni sehemu ya pili sasa, na maana sehemu ya kwanza kule nyuma tumelala, asubuhi ndio kikaja kijiko kikatukuamua pale tukatoka tumefika tena sehemu ya pili, ndio hii tumekwama tena. Bali labda niseme hivi, kwa barabara hii ya kutoka Ludewa imekuwa imesahulika mno, kwa sababu imechimbwa muda mrefu, kama unavyoiona mazingira ya kuchimba, alafu inaonekana wakandarasi wenyewe hawapo tena katika eneo hili. Maana ukiangalia huwezi kumuona mtu anayeshughulika tena na hii barabara. Na kwa haraka pengine unafikiri nini kifanyike ushauri wako? Ah, mimi ushauri wangu labda serikali ikumbuke hii barabara kama barabara zingine walivyozikumbuka na hiyo ikumbuke pia ili watu waweze kufanya biashara zao inavyowezekana. Adamu wa nyasise Mwalukovo kutoka Mbeya. Hii barabara ina mwalkomo, so, babai changamoto kubwa sana. Serikali wameshaiona hii barabara. Sawa. So, yaani hapa mpaka sasa toka jana saa toka jana saa 9. Mpaka sasa hizi tupo hapa. Na tujuta toka saa ngapi? Kama mnavyoona Magari yamekuwa yamo huko mbele huko, kwa sababu sasa cha kuongea kingine sababu baba sio ngeni na muda mrefu na tunaingiza mapato kila siku ya Mungu kama unavyoona magari kule kwa chini unaona mshalipa ushuru, na baba inaangalia watu kama unavyoiona hivyo, kwa sababu watu wanaofanya biashara wanapata hasara, mwenye gari anapata hasara, mwenye mzigo anapata hasara, kama sasa viazi vinaoza, na kiazi toka siku ya pili kimeroa shamba kipo kwenye bodi na kinenda daa na hapa na hapa tujui kama japo tutatoboa saa ngapi baba nzima mwanzo mwisho wote baba kama ulivyoiona. Bana kwa serikali sisi hakuambia tu sababu nao wanaona nao wanapita kasi ya Mungu huu. Na ushuru tunatoa. Kama na baba hata cha kuongea tukioni. Sababu kama wao wanapita humu na sisi tunapita humu humu. Na baba siongeni wa jana wa juzi. Imekuangulia wakaiacha. Mimi kwa jina naitwa Michael Mwenami ni dereva kutoka Makambako. Nimekuja huku kupakia mahindi kijiji cha Luhuyo.

Naona sasa, serikali si inawaza nini? Barabara ina mia na miaka karibu miwili mitatu, haijawahi kufanyika kitu chochote hapo. Wachina walikuwepo walikuwa wanafanya kazi wakaondoka. Baada ya kuondoka, mpaka leo hawajaja na mateso kama unavyoona wa barabara kama unavyoona, wananchi watoto wanapata shida. Naona watoto wale kuvuka, nashinda likuvuka kuvuka kwa mguu, nashinda kuvuka pale.